Ulikuwa ni mchakato mrefu ambao una interest za watu wengi, lakini hata mimi nilikuwa na interest nipate watu wazuri, na hatimaye leo tumefikia hii hatua. Kwa hiyo ninayo furaha kuwakaribisha kwenye familia ya TRA. Karibuni sana katika familia ya TRA. Hamtabaki kama tax management management au custom officers ni self application yako, commitment yako ya kazi, discipline itakufanya uwe tofauti na mwingine. Kwenye risala mmezungumza kwamba mmepokewa vizuri, customer care imekuwa nzuri, hamkutarajia kuwa treated the way you were treated. Sasa that is our culture. Nyiye msije kuiharibu. You have to uphold this culture. Kama ambavyo nyiye mmekuwa treated, na nyiye mwatreat taxpayers na watu wengine the way livyokuwa treated. This is a milestone achievement on your own, personal kwa familia zenu, kwa TRA na kwa nchi. Hii ni mara ya kwanza tunaajiri watu wengi kwa pamoja kwa kiasi hiki kilichofanyika. Yeye <laughs> yeah, mnaandika record kwamba mwaka 2025 mwezi wa sita kuajiri kwa pamoja watumishi elfu moja mia nane tisini na sita kwa wakati mmoja. Sisi hatubagui, unatoka kwenye familia ya maskini, unatoka familia ya tajiri, unatoka familia ya mtumishi wa umma, ulivyo kulingana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, as long as una uwezo na ukatu kuna nafasi ya kuhudumu ndani ya mamlaka ya mapato. Ni mshukuru Mungu, lakini nichukue fursa hii kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tunapozungumza kuweka historia ya kuajiri watu wengi, isingewezekana bila yeye kuidhinisha sindiwezekana, lakini kwa kuonyesha namna gani anaipenda TRA, anawapenda Watanzania, hata tulipomfuata kumwomba aongeze nafasi, akusita aliridhia. Haya ni mapenzi makubwa. Kuna kila sababu ya kumshukuru kwa uamuzi aliofanya. TRA hey, pamoja tunajenga taifa letu.